Habali, hapa nitakuletea mambo ya kufanya ili kuepuka kuwa mgonjwa mwingine wa vidonda vya tumbo na acid reflux. Kitu namba moja, hakikisha unapoamka uh, asubuhi unapata uh, maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali. Kama mimi huwa naamka na maji yangu ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali lakini pia usikose matunda uh, usikose tunda moja wapo kati ya ya matunda matatu ikiwepo ndizi, lakini pia uh, parachichi na papai, usikose tunda mojawapo. Mimi hapa leo nina parachichi. Lakini pia hakikisha hiyo uh, asubuhi uh, usile vyakula vyote ambavyo vinakuwa ni vyakula vya mafuta uh, vyakula vya kafeini ambapo utavitumia kwenye empty stomach, usifanye hivyo. Lakini pia mchana hakikisha uh, ule mchana wako, usikae na njaa kwa muda mrefu. Kula milo midogo, midogo, na tumbo lako lisikae tupu. Tumbo tupu ni hatari kwa changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Kula milo midogo midogo, lakini usiku hakikisha unakula kabla ya saa mbili usiku na umalize masaa mawili kabla ya kwenda kulala. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu uh, utaweza kuzuia asidi kuweza kupanda uh, kifuani. Lakini pia kingine, hakikisha hiyo uh, usiku unalalia mto, lalia kwenye mto ili asidi isipande, lakini pia kabla ya kwenda kulala pia kunywa maji ya vuguvugu yaliyochanganywa, uh, na asali, na upendelea sana kulalia upande wako uh, wa kushoto. Upande wa kushoto ni mzuri sana kwa hivyo, ni vitu ambavyo ukizingatia utaweza kuondokana changamoto, uh, hautaugua changamoto ya vidonda vya tumbo, lakini kama tayari na vidonda vya tumbo pata mwongozo, lakini endelea kutumia dawa yenye zinki ambayo inaweza ikakausha vidonda moja kwa moja kisha na ya, daktari Jimmy kupata msaada.